Ambacho hadi wewe tuletea usera wako, umenisikia wewe? Nimechoka, nimechoka, nimechoka mi maisha ya kunyanyasana kila siku, nimechoka. Nilikuja hapa sina mtoto, sina chochote. Baba, chukua ngedere wako kafuge mwenyewe. Sula nielewa mimi, mtoto wa uswahilini maisha yangu kudanga sawa. Baba chukua ngedere wako kafuge mwenyewe, mimi sifugi ngedere wa mtu sawa. usini hai, baba, kamatia shika, mbona mbona uli ndani? haya kama koli umenisusia mtoto wewe, bado hii nyumba unaipenda, etushikwa ngedere wako sini, nani? nanini mbona umeulita na geto? kama kweli wewe shupavu wewe wewe kwa nalinga kichuma chako. Unatamba ha? Sasa naondoka, kaa wako kaa, utaweza kukaa ah, enda bwana Zoo, nakupeleka hmm? kwa shangazi yako utaishi freshi, tumesikia mama hmm? sijali uenda kwa shangazi, kwa shangazi, umesikia Zoo eh? utakaa kwa shangazi, umesikia Zoo? sijali mama, sijali Samani sana. Leo nimeamka tu asubuhi na mshanga mwanangu amekufuka tu ndani na kuja ameniacha mtoto. Wa na baba na mimi kwa ajili leo mimi si tena basi. Sitaji mahusiano na wewe. Huo falo lako ama sela sio sura yako ya sala. Peleke kwa mama yako sileteke kwa mimi. Kwa mimi ndo nalo na hapa sister ananikumbusha zamani sana, ananikumbusha machungu ya marema mama. Inaia machungu yako ya nani na kwa nanini? Natoa mwanao umpeleke kwa baba yako mama. Toka fariki mpaka sasa hivi karibuni miaka mitatu, dada naomba nipatie mtoto mimi niende zangu kwenye lindo. Leo usiku naingia kwenye lindo, nimwacha mtoto. Taka kwanza pole, lakini jambo la pili Hayo ni matokeo ya ujeuri wako, kiburi chako, kujifanya wewe ni mjuaji wa kila kitu. Unazungumzia kuhusu vifo vya wazazi wetu, hukumbuka kwamba ndio sababu ya vifo vyao? Hukumbuka kwamba ndio uli wazazi wetu kwa presha kwa sababu ya ujuaji wako? Unajiona unajua kila kitu, unajiita mfalme wa masela. Usela wako umekusaidia nini mpaka sasa hivi? Wazazi wetu walitufundisha vizuri, wakatuchagulia mpaka. Mimi kanichagulia kanchagulia wanaume wa kuishi naye, mume wangu, na we ukachagulia uka mwanamke. Lakini mwisho wa siku ulifanyaje? Ulikataa machaguo ya wazazi wako, ukatafuta we mwanamke unemjua wewe uishi naye. Matokeo yako ndiyo hayo, umeachiwa mtoto. Sasa huyo mtoto ni wako, lea mwenyewe, kaka yangu. Isitoshe mimi hapa nimeolewa tu kaka, eh? Nina chumba kimoja, kitanda kimoja na, na, na, ya binti yako au ndugu la wama tena, unataka kuniletea kashikashi kwenye ndoa yangu kaka. Naomba upambane na, na matatizo yako, please usiniharibie ndoa yangu kabisa. Kwa leo tulada, kesho nitakuja kumchukua, haijalishi ni lini, ila cha kukusaidia nenda naye kwenye hiyo iyoolindo leo, kesho mchana mlete asaidia mtoto. Shemeji, haina shida. Mke wangu huyo ni mtoto mdogo sana, tutalala naye, cha msingi mwache hapa.